Jambo mwanafunzi, tunaendelea na uchambuzi wa isimu jamii. Katika kipindi hiki ningependa tuangalie uhifadhi wa lugha. Uhifadhi wa lugha, uhifadhi wa lugha ni nini? Hii ni mikakati ambayo inatumika kuimarisha lugha fulani katika jamii. Kumbuka lugha hufa, tulipoangalia sifa za lugha. Lugha isipohifadhiwa huenda ikafa ama ikafifia. Kwa hivyo kuna ile mikakati ambayo hutumika kuimarisha lugha katika jamii fulani. Ah, swali: fafanua mambo ambayo huchangia kuhifadhiwa kwa lugha. Yaani, tunaweza tukafanya nini ili kuhakikisha kwamba lugha haipotei, na kutopotea kwa lugha inamaana kwamba tunahifadhi hiyo lugha. Hoja ya kwanza ni kuendeleza lugha katika taasisi mbalimbali, kielimu, kwa kuifunza shuleni ama kwa kufunza lugha hiyo, lugha inaweza ikafunzwa shuleni, ikafunzwa katika maeneo ya ibada kama vile kanisani, msikitini. Kwa hivyo, kwa kifupi, tunapohakikisha kwamba lugha inafunzwa katika maeneo ama katika taasisi mbalimbali, kwa hivyo tunahakikisha kwamba lugha inahifadhiwa, basi haipotei. Hoja ya pili, watoto wafunzwe kuzungumza lugha uh, husika ama lugha fulani na kukuzwa kwa kubuni msamiati. Watoto wahimizwe kuzungumza lugha fulani. Ukiangalia wakati mwingine, watoto huzaliwa mjini na hawafunzwi lugha zao za kwanza, ama lugha za wazazi wao, ile lugha ya kwanza ya wazazi wao. Kwa hivyo watoto wakiendelea kufunzwa lugha, tunahakikisha kwamba lugha hiyo inahifadhiwa na haipotei. Pia hii ni hoja tofauti. Watu katika jamii waendelea kubuni msamiati. Unajua, msamiati mpya unapobuniwa, lugha hiyo inaendelea kupanuka. Hoja ya tatu, sera ya lugha injini i, i, kuepo ama iwepo na. Kunapokuwa na sera, sera ya lugha itasaidia kuhifadhi lugha. Kwa mfano injini Kenya, tendo la kukipa Kiswahili hadhi kama lugha ya taifa kimesaidia katika kuhifadhiwa kwa lugha yake. Natumai hiyo tumeelewa. Hoja ya nne tunaambiwa kuandikwa uh, kwa, uh, kwa lugha, yani lugha iandikwe katika vitabu. Inapoandikwa katika vitabu, ina maana kwamba lugha hii haitapotea na kizazi kichajo kitapata kwamba kijacho, samahani, kitapata kwamba lugha hii ilikuwa imehifadhiwa katika maandishi, na kwa hivyo wataifunza lugha lugha hiyo na lugha itazidi kuendelea. Kwa hivyo lugha iandikwe katika uh, vitabu. Hoja nyingine, wazungumzaji wa lugha waweze kuhifadhi lugha yao ya kwanza kwa kuiridhisha kutoka kwa kizazi kimoja hadi kingine. Pengine unapopata mtoto, hakikisha kwamba mtoto huyu unamfunza lugha yao yako ya kwanza, ataweza kuijua na lugha hiyo haitapotea. Hoja nyingine, lugha ipokezwe Yani, lugha kupokezwa kwa watoto au vizazi, yani lugha itumike katika mazungumzo, watu wasiache kutumia lugha fulani katika mazungumzo. Na hoja nyingine ni kwamba, hoja nyingine ni kwamba <coughs> kuandikwa kimaandishi kwenye kazi za fasihi andishi. Hoja ya nane kusanifishwa vitabu na, au majarida mbalimbali mbali, na kuitungia kamusi, yani lugha itungiwe kamusi. Uh, vitabu na majarida viandikwe ama majarida yaandikwe. Na hoja ya tisa na ya mwisho tunaambiwa kwamba lugha itumike katika mawasiliano, kama vile katika runinga, katika magazeti. Na kwa kufanya hivyo, tutahakikisha kwamba tumehifadhi lugha sawa. Kwa hivyo <coughs> tutaendelea